Jeshi la polisi mkoa wa kaskazini Pemba limepokea taarifa ya kujinyonga kwa watoto wawili wa kike ambao walikuwa ni mapacha wenye umri wa miaka kumi na moja ambao walikuwa wanasoma darasa la tano katika skuli ya Kizimbani wilaya ya Wete. Tukio hilo la kujinyonga la watoto tumelipokea jana tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na moja mwaka ishirini ishirini na tano saa nne na nusu asubuhi ambalo lilitokea huko katika kijiji cha Kwale Kwale Mpona katika shehia ya Finya wilaya ya, wilaya ya Wete mkoa wa kaskazini Pemba. Tukio hilo liligundulika na mama yao ambaye anafahamika kwa jina la Saada Muhamed Omari ambaye baada ya kuwakosa kwa muda mrefu akaanza kuwatafuta na hatimaye kuwakuta nikukuta miili yao inaning'inia kwenye mti juu ya mti umbali kama mita mia moja kutoka katika eneo la nyumba yao. Miili yao imefanyiwa uchunguzi na daktari za maana wa hospitali ya wilaya ya Wete iliyoko Kinyasini na wamekabidhiwa ndugu wa marehemu kwa ajili ya taratibu zingine za maziko. Taarifa za awali zinaonyesha kwamba watoto hao walikofishana